Hmm. Walimwengu walisema ya kuku ni mayai na ya Mungu ni mengi. Nataka niongee kidogo kuhusu maandamano ambayo imepita, na haikuwa maandamano kwa sababu watu hawajaandamana wa na mimi kama naongea kama Mkenya, na acha niongee maoni yangu kwa sababu ni yangu. Nataka niongee na mtu anaitwa Rigadhi Gachagua. Rigadhi Gachagua, o, nasikia ume- umeongea sana kwamba unasikia ground kila mahali ukienda Nyeri unasikia ground, ukienda wapi unasikia ground. Juzi umekuwa huko Thika sijui huko wapi, unasikia ground. Na ni kweli umesikia ground? kweli umesikia ground? na ulifanya experiment juzi on 25th kwamba ground, ground inasema namna gani na kumbe, mwenye ground sio wa Kikuyu, sio Wajaluo, sio kabila hii yote iko Kenya. Mwenye ground ni Mungu, na mwenye ground alikupatia confusion na akapea watu wako confusions. Mpango yenu ilikuwa mwende state house mwende mulete taharuki Kenya, mwende mng'oe vitu mfanye maovu. <laughs> Ai, Gachagua mwenye ground alileta confusion kwenu muka, mukaanza kubomoa vitu vyenu mkajiibia nyinyi wenyewe mukachoma vitu vyenu. Sasa Gachagua, ground imewaka ground imeibiwa ground imebomolewa ground watu wamekufa hiyo ndio ground Gachagua hiyo sasa ndio vile ground inalipuka hiyo ndio sauti ya ground na uzuri ni vitu yenu mali yenu kwenu hiyo ndio ground acha nikuambie Gachagua Uwezi pangua mpango ya Mungu. Mungu alipanga kwamba baada ya wazungu wa Kikuyu mtatoweka kwa shida ukoloni hizo miaka zote. Lakini ataleta mtu ambaye atavunja hiyo daraja ya ukoloni ambayo anaitwa William Samoi Ruto. Wakati Uhuru alisense kwamba kuna kitu inaweza fanyika na mtoto wa maskini anaweza ingia, Uhuru alianza madharau na akadharau Ruto sana, kwa sababu ilifika mahali ilikuwa ina lazima uwe mtoto wa nani, unatoka kwa nani na babako ni alikuwa nani. Hiyo daraja Mungu alitumia William Samoei ruto kuivunja. Gachagua, nataka nikuambia ukweli. Mimi nilikuwa Kasarani wakati mlikuwa mnaaipisha, mlikuwa mnajiaipisha kuchukua ofisi, na niliwahi sana kutoka Migori nikakuwa Kasarani. Ujua ulisindwa kujiaipisha, Gachagua ulisindwa kujiaipisha uwanjani Kasarani Ukasema vitu yako pale, ndio mimi niliona hapana, kumbe mungu hataki mtu. Gachagua ulisindwa kujiaipisha. Hii kizungu mingi unasema saa hii, hata ulisindwa kujiaipisha mbele ya mataifa Gachagua. Hii vitu yote umempanga najua, upangi peke yako kuna watu nyuma yako ambayo hawajaamini kwamba Ruto ni president, mtoto wa maskini ndio ako na sword of power. Ile daraja ya ukolo ni kwamba mtoto wa nani lazima uwe nani, ndio kue. Hiyo imepitwa, na hiyo daraja ilivunjwa na ikaenda na maji. Hacha niwaambieni watu wa Central, hiyo ujinga yenu ambayo mnafikiria kwamba nyinyi ndio lazima muwe ikome. Mimi nataka nionge na wa polisi ambayo wameenda training wamevaa uniform. Please our police officers, it is unfortunate. it is is unfortunate unfortunate Ati mtu ambaye amevaa uniform, ameenda training, mtu anatoka kwake anakuja kukupiga mbele ya mataifa no. Ikome na mimi nataka niwaambie President William Samoei Ruto, wakati Mungu amekupa sword na amekupa sheria, chunga nchi, kwa sababu Wakikuyu wanajaribu kila kitu ili Ruto aonekane mbaya. Wanataka kutu brainwash with all means kwamba Ruto ni mbaya.